wa wa zahaban li wdhahaban liahzanina wakafaratan lisayiatina wanawil llahuma bihi basairana absarana ya rabbal alamin nawaitu ta'alluma wa waitu ta wa wa ta'alima wa nafaa wa intifa <coughs> Tunamshukuru mwenyezi Mungu ametuamsha tena katika Ramadhani yetu ya mwaka huu 1446 sawa na 2025. Leo tukiwa chungu ngapi ha? Kumi na mbili. Tusemeni alhamdulillah. Mungu ajalie Qur'ani yetu hii tunaosoma katika Ramadhani hii ni kitakasho cha matatizo na dhambi zetu amin, amin. Na tusamehe sisi na wazee wetu na mashake zetu amin. Leo <coughs> tunasoma aya ya

na maudhui ya aya hizi zetu za leo, tutaona katika hizi aya tano namna makafiri wanavyoipinga Qur'ani zao katika hilo, lakini tutaona namna waumini wanavyo na kipi kitakachotokea kwa wale wanaoipinga Qur'ani na kipi kitatokea na watapata wale wanaoipokea na kuitumia kuikubali. nasi na kuna miongoni wa watu man, wale ambao yashtari lahu wal hadithi bado umbaola <tuhi> <tuhi> <tuhi> <tuhi>

Sema tumeelewa, na kwa inakuja muannas inakuja, eh, yapo majina yanakuwa mana tumeelewa naye hapa hmm. kuna wengi tumewacha, kuna wengi hapa hatujawacha eh? hmm. nini muanathi nini mudhakar. Inshallah, mwenyezi Mwenyezi Mungu awajalie nao, kwa sababu ndo mipango ya Qurani, hujue mudhakar ujue muanathi hujue mufradi, hujue musanna, hujue jamu. Tumeelewana na vitu mm, vingine. Kwa hiyo wa minan nasi, na kuna miongoni mwa watu wakiani, hao man manyashtari lahu alhadithi, wanaochagua huo la mazungumzo, maneno ya kuo, ndio wanachagua wa maneno ya ya kawaida kawaida ya pumbao, liudhilla an sabilillah, ili kuwapoteza watu na njia ya Mwenyezi Mungu, bighairi ilmin, pasi na ujuzi wowote wa, wayatakhidhaha, huzua na wanachukua hiyo, wanaifanya hiyo njia ya Mwenyezi Mungu kuwa ni upumbavu. Ulaika lahu maadhabu muhin, hao wanaadhabu ifedheheshayo aya hii wanasema, inawahusu kuna baadhi ya watu wakati huo, kama mtu mmoja anaitwa Annadhur Ibnu Lharithi katika Makuraishi, ilikuwa yeye apendi kusikia Qurani kisomwa, akawa anatafuta njia nyingi sana za Qurani kisomwe, lakini pia Tunasoma Qurani tunakumbushana no yaa Qurani, Anadhuri anasimama pale, anaambia nini, mnapoteza muda, twendeni nyumbani bwana ie chochote kidogo, at least, wanasema kama hivyo. ndo ka aya Mungu anasema anadhuri bnu lharithi yule ana adhabu kali kwa kufanya lile. Lakini kwa wakati tuliokuwa nao, Qurani mara nyingi tunatizama nini? Tunatizamanii ibra inamhusu yeye tu a hapana, au au ile ni haramu, na inamtia mtu katika adhabu muhimu, lakini inafanya hivyo, inawezekana. Hata wee mwenyewe umeingia nyumbani ukakuta TV yako au redio yako inapiga Qur'an, bismillahi Bismillahirrahmanirrahim rahim idha aia wa... laysa liwakatiha kadhiba